Moja kwa moja tupo na mchambuzi Hamis Kabwe. Leo kunako vilabu vya ligi kuu Tanzania bara, tuangalie swala la usajili nyepe nyepe ambazo zipo katika vilabu vyetu hivi. una kipi cha kutuambia, lakini tetesi kubwa za mchezaji kutoka Singida Black Stars ametua ndani ya klabu ya Young Africans hey, maarufu Tchakei, lakini kama haitoshi pia Mohamed Damaro Kamara hmm. mwona hmm. na yeye pia akatua kwenye mitaa ya chuga na Jangwani hmm. e, kasha tambulishwa hmm. na hata maarufu marufu Chakei simeona leo anasafiri anaelekea Zanzibar hmm. kwenye mashindano ya Mapinduzi. Kwa hiyo ni usajili ambao umekamilika. hmm. Usajili mwingine ambao in Africans wanafuatilia kwa ukaribu nio mshambuliaji kutoka Angola hmm. anachezea pia klabu naitwa do random kutoka Poland. Mona, jina lake maarufu ni Raulindo Aurelio Dep. Mona kama Yanga wamepania e, kweli ni mshambuliaji kutoka Angola, lakini aliwahi kufanya kazi na kocha wa Young Africans pedro Gonsalves akiwa kwenye timu ya taifa ya Angola mm. na kwa sababu Pedro alikuwa ni, ni kocha wa vijana wa timu ya taifa ya Angola, kwa hiyo wakawa wanafanya naye kazi kwa muda mrefu na anamfahamu vizuri. Kwenye mashindano ya CAF ya Kosafa ambayo walicheza, nakumbuka ilikuwa Afrika Kusini 2024 na, na sisi tulialikwa kama wageni waalikwa kwa sababu pia stufu tupu, tuna, tunashirikiana upande wa Kosafa Kusini mwa, mwa Afrika tulienda kushiriki. Ubwa mdogo ana umri wa miaka 25 alipiga chuma tisa. Umeona na alikuwa top scorer wa mashindano hayo, lakini pia alikuwa mchezaji bora wa mashindano hayo akapata nafasi ya ya ya ya kucheza barani Ulaya kwenye klabu ya Gil Vicente umeona, eh ya Ureno, lakini hakudumu sana, umeona, kudumu sana kwa sababu takwimu zake hazikuwa nzuri, yani za kuthi, za za, za, ku, za kuridhisha si mzuri nzuri, hazikuwa nzuri katika mechi, nakumbuka ilikuwa ni mechi 19. Mwamba alifunga magoli matatu tu, umeona, akiwa kwenye klabu ya Nandii ya ya Gil Vicente ya pale Ureno. Mechi ngapi 19 mtu anafunga magoli matatu, hiyo kidogo iliwafanya wale Jilificente kuna andikwa kuna achana naye na msimu ulikuwa ni wa 2023 2024, lakini msimu wa 2025 2025 akaondoka akapelekwa kwa mkopo kwenye klabu ya ya, ya ya Serbia. mona kule, napo hakufanya vizuri sana kiukweli, hakufanya vizuri sana, klabu inaitwa Vojvodina muona eh? mechi 25 alifunga goli moja, lakini kama haitoshi, Jean Vincent akaona, bwana huyu mtu bado haja deliver, wakaamua kuachana naye. Sasa msimu huu wa 2025 2026 ndo akasajiliwa kwenye klabu ya ya Radomiak yake Radom ya Poland. Sasa mpaka sasa kwenye mechi kumi amefunga goli moja tu. E, Young Africans wanapambana kwa ajili ya kumhitaji huyu mchezaji kwa ajili ya kusimama kwenye neno la ushambuliaji. Kumbuka Young Africans wameachana na mshambuliaji wao ambao alimchukua kwa mkopo kutoka Sekukuna United, Andy Bobo Boyeri. Mm. Mm. wameachana naye naye, hiyo wataitangaza. Mm. Ila hizi ni nyepe nyepe ambazo tunakupa. Mm. Na ni za uhakika kabisa, wameterminate yani. Wame terminate contract, na amerudi kwenye klabu yake ya zamani ya Sekukuna. Na Sekukuna nasikia pia na wenyewe hawana mpango naye wa kuendelea naye. Sasa kuja vizuri Sio, sio, sio shida. Shida ni kuvumilia. Unajua, Young Africans ilipofika hivi sasa ni klabu ambayo muda wote inapambania ndoto zake za kuchukua mataji makubwa, klabu bingwa barani Afrika, lakini kama haitoshi, pia ligi kuu pamoja na kombe la TFF. Klabu bingwa inaweza ikawa ni mlima mrefu, lakini ligi kuu Tanzania bara pamoja na, na kombe la TFF. Sasa unajua kwa nini Young Africans nafikiri wameshindwa wame, wame, wame, wame kumpa muda mm, ni kwa sababu Boyeri ameshindwa kumchallenge Prince Dube, hujue kama tukiongea ukweli kabisa hapa mm. katikati Prince Dube mm. amepitia wakati mgumu sana mm, mpaka yeni, yani maombi yakawa mengi, yani kwa mchungaji huyu kwa mganga huyu, kwa nini, ili mradi tu kurudi kwenye kiwango chake mm. sijuma la. Kwa hiyo mtu ambaye alipaswa kumchallenge moja kwa moja alikuwa ni abo Andy Boyle. mm. Yaani Andy Boyle alitolewa kule kwa ajili ya moja kwa moja kuja kumchallenge Prince Dube mm. lakini kwa jinsi ambavyo ilivyoonekana mm. pamoja na kupewa nafasi, alipewa nafasi, lakini ulikuwa ukimwangalia Andy Boyle na ukimwangalia Prince Dube, ni bora umwanzishe Prince Dube, anaweza akakupa kitu, hata kama hatofunga, anaweza akatengeneza aka nafasi kwa wengine ama zile zake zinaweza zikawapa nafasi wakina Pacome Mezuzwa, wakina Maxine Zengeli kuweza kufunga si jumla ni kweli. Nakubaliana na watu wengi ya kwamba b hakupewa muda, na kiualisia kwenye mpira wa miguu unahitaji huo muda ili uweze ku hicho kitu chako, lakini kwa, kwa, kwa mpira wa Tanzania ni ngumu kuweza kkuvumilia kwa haraka, kwa sababu wachezaji wetu wamekuwa wanasajiliwa kwa kubahatisha sijumla vizuri na malengo yanakuwa ni ya muda mfupi, tofauti na wenzetu. Akikusajili leo wewe mchezaji, wana mpango na wewe wa muda mrefu zaidi, wanawekeza kwa muda mrefu zaidi. Inawezekana wewe ukaja kufanya vizuri, wao wakanufaika, lakini pia kwenye kufanya pia biashara sibula vizuri. Hilo ndo kwa kiasi kikubwa sana ambalo mimi nimeliona ni, ni kwa Africans lakini na, laki, na kibaya zaidi ukizingatia umemtoa kwa mkopo wapi sekukune kwa mkopo kwa hiyo wao walihitaji mshambuliaji ambaye atakuja moja kwa moja ataingia kwenye kikosi mwona, na kuja kumchallenge, nani? Prince Dube. Na ndio maana unaona sasa Pedro Gonsalves kwa kuliona hilo na kuona kwamba mm, huyu Prince Dube hawezi kutupa kile ambacho labda Young Africans tunakihitaji, ndio maana wameamua kwenda kwa dep ambaye dep yeye anamfahamu vizuri, alishafanya naye kazi, anamjua, na Young Africans inabidi wapasuke kulikweli. Wapasuke kwenda kumchukua kwa sababu Poland kwa sababu anahitaji mshahara mkubwa sana na hata sign in fee yake ni fedha nyingi inakadiriwa karibia milioni mia tano, sijumla nzuri. Kwa hiyo mwalimu amependekeza hilo, na Africans wanapambana kwa ajili ya kwenda kumchukua. Ni mshambuliaji mzuri, ana uwezo wa kucheza mipira ya juu, muone aerial balls kwa vichwa yani, watu wamwangalie sana mipira ya vichwa, lakini pia ni poacher, fox in the box yani ni, ni, ni, ni, ni, ni, ana uwezo wa kutap, ukipiga krosi fast, mjanja mjanja, kuweza kuingia kwenye nafasi na kuweza kufunga, lakini ana skills, mjuzi mtundu, mtundu kwa sababu wajua wenzetu kusini mwa Afrika huku Angola, sijui Afrika kusini, Zimbabwe, Zambia, wana aina fulani vya wachezaji ambao wana udambu damu mwingi, ana nguvu, ana uwezo wa kufanya link-up vizuri sana, so kama atakuja na akaweza kukop mazingira vizuri anaweza akafanikiwa, lakini kwa Marouf Tchakei hmm. Mimi mimi nina wasiwasi kidogo hmm. Msimu huu bado kwenye ligi kuu hajatoa asisti wala hajafunga hmm. Young Africans wanaachana na Mohamed Doumbia hmm. na kumpeleka kwa mkopo kwa sababu hizo hizo hmm. Yes, inawezekana Young Africans wamemsajili Marouf Tchakei hmm. labda kwa sababu ya uzoefu wa kucheza ligi kuu Tanzania bara na ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu. Doumbia anatoka Young Africans kwa mkopo. Doumbia anatoka kwa mkopo, anaenda Singida Black Stars, japo kulikuwa kuna ugumu na yeye, alikuwa na anajaribu kukaza, anataka mkataba wake ufanye nini, uvunjwe mm, ili aondoke moja kwa moja, kwa sababu asikwambie mtu este, ukimtoa mchezaji kwa mkopo ni kama vile unamshusha thamani ona thamani yake inafanya nini, inakuwa imeshuka huyu alifeli, si vizuri. Kwa hiyo lazima aende kule akajitafute, ajipate, ndo thamani yake ifanye nini, irudi tena. Kwa hiyo wao wanaona kuliko kunitoa kwa mkopo, bora univunjie nini, univunjie mkataba. Lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba amekubali kujiunga kwa mkopo, lakini kuna masharti pia ndo wanajaribu kuyasovu ili kuweza kufanya nini, kuweza kwenda Singida Black Stars. Tusubirie tuone itakuwaje. Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanapiga upato kwenda Singida Black Stars. Mwingine ni Musa Bara Conte na yeye pia anapigiwa upato kwenda Singida Black Stars kwa mkopo, yeye ndio kakataa kata, kata, kata, kwa sababu kwanza mkataba wake ni mrefu mpaka 2028, lakini pili fedha anayolipwa ni nyingi na fedha alosajiliwa alo, alo ni nyingi. Kwa hiyo yeye anataka alipwe fedha zake zote aachane na Yanga, Yanga yendele maisha yao na yendele na nini na maisha yake. Kwa hiyo mgogoro huko hapo sasa. Kuvunja ule mkataba wa Musa Balakonte ni kipengele, sio masuala fedha, in africans zitatoka nyingi sana. Kwa hiyo bado kwenye kuna kuna hiyo si mtofahamu, wanajaribu kupambana kuweza kulisolve hilo tatizo, kwa sababu pia kuna baadhi ya wachezaji pia, in africans inapaswa kuwaingiza wa kimataifa, mboki uhalisia. Sasa kwa kanuni zetu si wachezaji kumi na mbili inabidi wachezaji wa, wa kimataifa waondoke waingie wengine. Wa kwa mfano kama Doumbia anaondoka anaingia Marouf Tchakei ambaye anakuja kumreplace. Kwa hiyo akiondoka Musa Bala Conte eh, Africans pia wanahusishwa na mtu kama Alan Okello la, lakini pili wanahusishwa na mtu kama Jelson Dala yule winga kutoka Angola mone, lakini tatu walikuwa wanahusishwa pia na, na Tadeu Sinkeng Mshambuliaji kutoka Stade Malien ya ya Mali. Kwa hiyo hao wote ni wachezaji ambao wanahusishwa kuja in African. Sasa ni wachezaji wa kimataifa. Hauwezi kubaki na wachezaji na ndio wa kimataifa wengine alafu ukaingiza tena wengine. Idadi itakuwa ni kubwa. Utakuwa umeondoka kwenye kanuni. Kwa hiyo huo ndio uhalisia. Kwa hiyo wasiwasi wangu mimi kwa Marouf Tchakei kwamba hajafunga, hajaassist, sio bila vizuri. Lakini pili umeondoa tatizo ambalo lilikuwa ni Doumbia, kwa kiasi kikubwa hakuweza kufanikiwa kufika kwenye lile daraja alilolifikia Aziziki, kwa sababu lengo la madhumuni ya Africans ni kupata mchezaji aina ya Aziziki au kama sio aina ya Aziziki basi wapate mchezaji ambaye anaweza akawapa kitu tofauti lakini kikawa bora zaidi kikaendana na yale mahitaji ambayo alikuwa anayatoa nani, Azizikii. Tunaweza tukasema Young Africans imefeli kwenye usajili, maana tunaona ha, ametoka Andre Bobo, anatoka Musabala, Conte anatoka Doumbia. Ni wachezaji ambao walisajiliwa kuwashangwe shangwe sana, na majina yao yali hit ni kweli kabisa. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maana hiyo ni kwamba Young Africans wamefeli kwenye usajili, na, na mimi nitoe ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni fursa hii kumwambia Injinia Hersi hichi kipindi cha katikati hichi, Africans wamefanya sajili nyingi mbovu bila vizuri eh, hapa katikati, ukiacha kile kipindi cha mwanzo kabisa ambacho kwanza walikuwa hawaingii kwenye, kwenye mkumbo wa waku, kuwafuata Simba wanasajili mchezaji gani. Kwa mfano, mimi na wewe tulikuwa hatujawahi kujua kama Africans wanaweza wakaenda kufanya scouting ya wakaenda fistoka lala maele walimpata wapi fistoka la maele, na akaja akaonyesha. Mwisho wa siku fistoka la maele sasa hivi unazungumzia mshambuliaji bora barani Afrika. Ile ndio ilikuwa scouting bora in Africans waliifanya kuliko scouting, ya kwenda kushindana, labda ukiona labda Simba ameenda kwa mchezaji fulani, hata kama wewe hauna mahitaji naye na wewe unaenda huko huko. Kwangu mimi naona ni mbaya sana. Mimi naamini sikufichi Esta, Simba wangemsajili Musa Balakonte kwa sababu alikuwa anahitajika na, na na wao ndio walimuona. Musa Balakonte angeenda kufanikiwa zaidi Simba kuliko in Africans. Inawezekana In Africans wanakurupuka sana hivi sasa kwenye usajili. Kumsajili Musa Balakonte binafsi mimi naona ilikuwa ni utashi wa kishabiki na kukomuana zaidi kuliko mahitaji ya kiufundi. Na ndio maana unaona Musa Balakonte pamoja na kusajiliwa fedha nyingi amekuja ni Africans, amefeli. Unaona, bado wakina duki ya buya ndio wanashow up muone, kwa sababu walihitajika kiufundi na usajili wao ulikuwa una mbwembwe. Yani duki ya, ya buya, nani alikuwa anajua kama atakuja kufanikiwa? Simla nzuri fistoka lamaele, wakati anakuja aliku, alikuja na na na na na na, na, na nani huyu, uh, uh, ah, Makambo, watu wakajua Makambo ndio atakuja kushow up, lakini akaja fistoka maele fistoka lamaele akaonyesha. Acha hivyo max nzengeli usajili wake ulikuwa kimya kimya si mla vizuri yeah. Walikuwa wanapambana na Simba, Young Africans wakaenda wakaangalia huyu mm, mtu mbona atufaa, wakamchukua kweli akaja akashow, sio usajili wa makelele wa nini mm. Pacome Zuzwa usajili ambao ulikuwa ni wa makelele ni wa Aziziki yeah. Ambao kwa hali sana kila mtu alikuona, alikuwa anajua kabisa ile daraja lake ni hili na, na mahitaji ya Yanga kwa wakati huo ilikuwa na mahitaji ya Aziziki kwa sababu kulikuwa kuna ushindani wake kati yake kati yake yeye na Feisal Salum Faitoto Abdalla. Ndio maana Faisal alivyoona kuna ushindani mkubwa akaamua kufanya nini, kuondoka akamwacha Ziki na Ziki akashow up, kwa sababu ni mchezaji mzuri na mchezaji ambaye alikuja kwa mahitaji maalum. Kwa hiyo mimi naamini Injinia Hers, kwenye eneo la usajili hivi sasa kuna kitu kipo sawa, tofauti na mwanzo mm -hmm. walipokuwa na sajili, ndio maana mpaka leo hii Young Africans inafanya vizuri, kwa sababu ya msingi wa huko mwanzo. Esther, Young Africans ina wachezaji watano muhimu ambao mpaka hivi sasa wanaifanya Africans kuendelea kutawala mpira wa Tanzania, lakini kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Diara. Wana Ibrahim Baka, nani alitegemea kama Ibrahim Baka anaweza kaja akashow up? Kuna. Wana Dixon Jobu. Sibula vizuri. Na Bakari Nuno Mwamyeto. Hawa ni wachezaji muhimu sana kwenye kikosi ya Africans kwa sababu wako kwa muda mrefu sana. Lakini mwingine ni Max Nzengeli. Huyu ni mchezaji muhimu kiraka kwelikweli, na anafanya kazi kubwa mno muone ni mwataja wa tano. Wakaongezeka wachezaji wengine muhimu wawili ambao wamekuja sasa kuuzika ule uti wa mgongo wa Africans, pakomezuzwa kama staa wa timu na wa nchi. Hivi sasa kila timu inatamani kuwa naye, si jumla nzuri, alafu pia Mudathiri Yahaya umeona wachezaji mm -hmm. Awa ndio roho ya in Africans sasa hawa in Africans wakiingia sokoni kuja kupata replacement yake ni kazi. Niambie kupata replacement ya Shigidi Yara unafikiri ni kazi rahisi? Inabidi tutulize akili, sio kwenda kushindana tu kukurupuka, kwa sababu labda Azam wanamtaka huyu na wewe unakimbia huko. Sijui Simba wanamtaka huyu na wewe unakimbia, inawezekana wale wanaenda kuchukua magalasa wakakuingiza wewe chaka. Sijui mambo vizuri, lazima utumie akili na, na utumie busara na utulize sana kichwa ili kuweza kutafuta replacement ya Jigidi Yara, kutafuta replacement ya Max Nzengeli, kutafuta, kutafuta replacement ya mtu kama Paco Mezuzwa, kutafuta replacement ya mtu kama Mudathiri haya, kutafuta, kutafuta replacement ya watu kama Ibrahim Baka na Dickson Job, kwa sababu tayari walishakita mizizi, ndio roho ya Africans. Kwa hiyo kwangu mimi naamini tathmini za kiufundi zinazofanywa hivi sasa na uongozi wa Yanga, hasa ile kamati ya usajili wa kiasi kikubwa sana imefeli na ndio maana kuna sajili nyingi zimekuja hapa katikati zimefeli, ikiwemo sajili za msimu na mimi nilizipigia sana kelele, nikawa natukanwa esta, watu wakaona kama mi siipendi Yanga, lakini end of the day kile ambacho nilichokisema ndicho ambacho kinachotokea.